Kumtangaza aliyeongoza kura za maoni kwenye kikao hiki, ndugu Mohamed Zaidi diwani wa kata ya Jangwani iliyopo katika halmashauri ya manispaa Mtwara Mikindani mkoani Mtwara. Ndugu Said Mohamed Zaidi amebuka mshindi kwenye kura za maoni katika kiti cha umeya wa manispaa ya Mtwara Mikindani kupitia Chama cha Mapinduzi, CCM. Uchaguzi huo umefanyika leo Disemba 1, 2025 katika ofisi ya CCM wilaya Mtwara mjini iliyopo katika halmashauri ya manispaa hiyo, ambapo katibu wa CCM alitangaza matokeo ya kura hizo. Abdalla Lenga amepata kura moja. Makofi. Ndugu Muhidi Mkwanda amepata kura nne. Mohamed Zaid amepata kura 20. Matokeo haya, naomba kumtangaza aliyeongoza kura za maoni kwenye kikao hiki ndugu Zaid Mohamed Zaid. Katika hatua nyingine zimepigwa kura za naibu meya wa manispaa hiyo, ambapo jumla ya majina matatu yaliingia katika kinyang'anyiro hicho nafasi ya naibu meya ndugu Eric E Ndolomi amepata kura moja. Ndugu Imam Hassan amepata kura kumi na moja na ndugu Sixmund Lungu amepata kura kumi na tatu. Kwa matokeo haya, naomba kumtangaza mshindi ambaye ameshinda kura za maoni hapa ni ndugu Sixmund J Lungu. Baadhi ya wa wagombea wa nafasi ya umeya pamoja na naibu meya walipata fursa ya kuzungumza na waandishi wa habari na walikuwa na haya ya kusema. Naitwa Said Mohamed Zaidi nimechaguliwa kwa meya wa manispaa ya Mtwara leo hii kwa kura nyingi, kwa kura za kutosha. Tumejiandaa kuboresha mji wetu wa Mtwara, kuweka katika viwango vya juu. Huu mji ulikuwa, kama kuna makosa tutayarekebisha, ndio mm hivyo -hmm. Mtangulizi wako kuna vitu ambavyo umevifanya lakini bado havijakamilika, pengine wewe kupokea kijiti hicho, unahakikishaje kwamba vile vitu vibakishwe vile vile tutaenda kukamilisha. Kama sasa kuna miradi mikubwa ambayo yeye alianza, sisi tutajitahidi kuendeleza ile miradi mikubwa mikubwa. Kwanza majina, naitwa Sixmund John Lungu, ni diwani wa kata ya Majengo, naibu meya ambaye nimechaguliwa tena kwa mara nyingine kwenye baraza jipya la 2025 2030, lakini mimi kama naibu meya almashauri ya manispaa kwa maana, kwa sasa niseme naibu meya wa CCM, maana tunaenda kwenye mchakato wa uchaguzi wa kiserikali. Tumejiandaa kuliendesha baraza la almashauri ya manispaa ya Mtwara Mikindani tukiwa tunaamini wananchi wana kiu kubwa ya kuona mabadiliko makubwa ambayo yanatokana na baraza hili jipya ambalo sasa linaenda, uh, linaenda, tunaenda kuapishwa siku ya tarehe nne katika viwanja vya TTC. Uh, naamini wana matarajio makubwa sana lakini pia mimi kwa sababu nimekuwa sehemu ya halmashauri e, kama mshauri wa mstahiki meya wa manispaa ya Mtwara Mikindani na mkurugenzi, ziko mipango mingi ambayo ilikuwa tumeipanga na inaendelea kuratibiwa kadiri ya taratibu zilivyopangwa. Lakini tutakapokuwa tunarudi, maana yake tunaenda sasa kuendelea kuisimamia yale ambayo e, yalikuwa bado hayajafika tamati au kama yapo ambayo yamefikia yame tamati lakini tunaamini yapo ambayo nataka tuendelee kuyasukuma kama viongozi wa halmashauri ya manispaa ya Mtwara Mikindani. Kwa hiyo tunaendelea eh, na tutakwenda kuendelea kulishauri halmashauri ya manispaa ya, ya Mtwara Mikindani ili tuweze ku, kuzima au kukidhi ku, ku, ku, kiu za wananchi wa halmashauri ya manispaa ya Mtwara Mikindani, lakini jimbo la Mtwara mjini mjini. Naitwa Imamu Abdilahi Asfan ni diwani mteule wa kata Vigaeni lakini ni miongoni mwa vijana ambao waligombea nafasi ya naibu meya wilaya ya Mtwara mjini. Kwanza kabisa ni mshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pili ni washukuru viongozi wangu kwa kuniamini na kunipa nafasi hii kwa sehemu ya mshirika au mgombea kwa kiti cha unaibu meya. Lakini pia niwapongeze wasimamizi wote walioshiriki katika kuhakikisha mchakato huu wa uchaguzi unaenda vizuri wamefanya vizuri sana, wametekeleza majibu yao, uchaguzi umeenda kwa haki pasipo kuwa na makando kando yoyote. Kwa hiyo ni wape pongezi kwa hilo kwanza. Kwa sasa kutokana na sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imefanya maamuzi tofauti na mwanzo tulivyokuwa tumezoea. Kwanza tumeona tumepata waziri wa vijana ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye iko chini ya ofisi ya rais, na sisi kama vijana inatupa motisha namna gani ya kujipambanua na kuweza kufanya kazi kwa umoja katika kushirikiana katika sekta mbalimbali kuhakikisha kila kitu kinakaa sawa. Kwa hiyo niwaambie tu vijana, sasa hivi watarajie makubwa sana, watarajie makubwa katika maendeleo ya nchi yetu, maendeleo ya mkoa, maendeleo ya wilaya kutokea halmashauri ya manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara. Mimi ni heri Abdalla na hii ni Chivihi Media.